Bima pub. Urahisi wa maisha. E, katika ajali hiyo ambayo inasadikiwa kwamba ilikuwa na abiria jumla ya 139 kulitokea vifo vya abiria tisa, lakini abiria wengine wote waliokolewa na kupelekwa katika hospitali mbalimbali za jijini Dar es Salaam. E, kwa kifupi nieleze tu kwamba hili ni zoezi la utayari ambalo linatokana na, na sheria za usafiri wa viwanja vya ndege duniani na viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanye zoezi la utayari kama hili ili kuweza kupima wepesi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na majirani wa viwanja vya ndege, namna gani ajali kitokea, basi tukio linaweza likakabiliwa kwa haraka sana. Viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanya zoezi hili mara kwa mara, ili kupima utayari wa watu, lakini pamoja na kupima vile vile, tutakuwa tuonesha jinsi gani tunaweza tukafanya uokozi kwa wepesi na kwa uharaka. Mazoezi haya tunafanya kila baada ya miaka miwili, kama nilivyosema, tunafanya ku, kuangalia uwezo wa sisi kuokoa na asilimia kubwa sisi tumekidhi viwango na kuzidi, lakini tunafanya zoezi hili kwa mjibu wa taratibu na miongozo mbalimbali mbali ambayo inatolewa na, u, na shirika la usafiri wa anga duniani yani ICAO pamoja na mamlaka vi, ya usafiri wa anga TCAA, ambayo miongozo hiyo inatuelekeza kwamba lazima tuwe na plan, yani document ambayo iko well planned, ya kuonyesha ni namna gani kama kiwanja na wadau tumejipanga wakati wa dharura.